Moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha hoi na kuwaacha watu mdomo wazi huko mitandaoni, ni hii habari ambayo imesambaa huko mitandaoni ambayo inasemekana kwamba mmoja kati ya mashehe maarufu tu ambao sasa hivi ni ukiachana uh, tu na shughuli za ushehe na kuwa socialite lakini pia vile vile huyu jamaa uh, ni mwigizaji katika moja kati ya tamthilia kubwa tu hapa Tanzania. Bwana hapa tunamzungumzia Sheikh Abdul Razak. Watu wengi sana walikuwa hawafahamu kwamba huyu Sheikh Abdul Razak ana undugu na aliyekuwa mke wa Haji Manara Zailisa. Ni kitu ambacho watu wengi sana nadhani walikuwa hawajui kabisa kwamba kuna hicho kitu ambacho kimekuwa kikiendelea au ki, watu wengi sana walikuwa hawafahamu na wengine na wengine nao pia hawakuweka wa wazi swala hilo. Lakini habari ambayo tumeipata au imesambaa huko mtandaoni kuna page ambayo ameandika kwamba e, bwana kwa nini hamkusema kama hawa ni ndugu? Unaambiwa kwamba e, bwana ndugu wa damu wa mke wake wa zamani Haji Manara Zailisa ambaye ni makeup artist ambaye anafahamika amba kwa jina la Sada, ameweka wazi kuhusiana na suala la Zailisa na Shehe Abdul Razak kuwa ni ndugu. Umeona bwana, eh. Unaambiwa kwamba, na hii, ni kuwa na hii ni kuwa wawili hawa mwanzoni kabisa hawakujua kuwa ni ndugu, ila wamekuja kujua au e, wamekuja kujuana huku e, bwane, kitu ambacho watu wengi sana hawakuwahi kufahamu. Na ikumbuke tu kuwa baada na ikumbuke tu kuwa baba wa Shehe Abdul Razaki ameshatangulia ame itanguli, ame ame mbele za haki. Mungu amrehemu. So, kuna mtu bwana amekuja kutoboa hiyo siri kwamba baba wa Sheikh Abdul Razak japokuwa amefariki lakini ukweli ndo huo umekuja kugundulika kwamba hivi karibuni kwamba Sheikh huyo Abdul Razak na Zailisa ni ndugu. Bwana ni vitu vya ajabu sana lakini hili nalo pia tunaahidi kwamba tutalifuatilia kiundani, tutakupa tena update zaidi kuhusiana na sakata hilo. Kwa sasa hivi, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.